Um, kwa Tanzania, kupata rais mwanamke na wagombea kwa nafasi nyingine za urais au makamu wanawake ni kitu kizuri, kwa sababu sio kwa nchi ya kwanza. Kuna nchi nyingine ambazo wana marais wanawake na wamepiga hatua na wameendelea mbele, na kuwa na kiongozi mwanamke haimaanishi kwamba kila kitu kitasimama au labda tokiwa na, na nguvu kubwa itatumika katika uongozi, hapana. Tulikuwa tuweke imani kama tunavyoweka imani kwa mama zetu nyumbani kwamba wanaweza kuongoza familia hata baba akiwa hayupo, basi imani hiyo hiyo tuweke kwa viongozi wetu na wagombea wote. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, nilikuwa natoa wito kwa jamii kutokuona mwanamke kama ni kiumbe dhaifu au wanahitaji msaada kila wakati. Wanawake wanaweza, wana nguvu, wanaweza kuwa kwenye politics, wanaweza kuwa kwenye business, wanaweza kuwa kwenye sekta za elimu, wanaweza kuwa kwenye sekta za afya waweza kuwa kwenye sekta yoyote, hakuna ukilema, hakuna ulemavu wa mtu kuwa mwanamke kwao. Tujitokeze kupiga kura kwenye kwa viongozi wetu wa wanawake ambao wamechukua fomu na kugombea nyadhifa mbalimbali, tukawachague, tukawape nafasi waweze kujifunza kuenda kuongoza na kuweza kupeleka taifa